Yes. Okay, asante asante tu nilo na kutakiwa mwenyeosha mkono. Na Brusu aonge. Ya, tu ndio. Asante mchana. Ngoja, ngoja kwanza. Tuko kwenye quorum. Tuko kwenye quorum. Tunataka kuongelea kuhusiana na kora. Okay, tumalize kwanza kwenye kora. Jamhuri Mheshimiwa mshtakiwa yupo na shauri kwa ajili ya kutajwa. Kaa sasa. <coughs> Endelea. Asante Mheshimiwa, kama ambavyo nimepokeza, nataka kuzungumza juu ya uwakilishi wangu kwenye mashauri haya na nitakachokisema Mheshimiwa, naomba Mheshimiwa ina mawakili kwa hesabu ya haraka haraka, kwa jinsi walivyojitambulisha, na mawakili zaidi ya thelathini. Yes, na mawakili hawa Mheshimiwa Mhakimu, niliwachagua mimi mwenyewe ni mawakili wangu na niliwachagua kwa sababu nina imani na full confidence na uwezo wao wa kuwakilisha katika mashauri katika kesi hii, wengi wao wengi wao